Tukipitisha wanaotafuta tunamie ni wemo ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajimana hizi. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimana hizi chama chetu. Magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya.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 kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana. Na nikazungumza mambo machache sana nikasema kwamba watu wanapotea sana. Na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza niliyoshauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF, na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi huwa wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais na nini. Kimetokea hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu themanini na tatu ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi, na mpaka juzi, jana, juzi tarehe ishirini na nane shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Alfasi fasi, kuamkia tarehe 28 mwezi huu wa tano juzi tu niliposema, alichukuliwa ali nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani, njia ya Kizimbani ya Kinumoshi eneo la Bumbwi Sud huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe 23 March ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 March, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi juzi tu mmeona kiongozi wetu padri fadha father, father, father na padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive katikista wetu mwingine na kule kule, kule, naye kavamiwa naye kapigwa kaburuzwa. Muda usinge usingetosha kuleta. Mtu mmoja anaitwa mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake wamevunja mlango wamemburuta wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji, hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, Chama cha Mapinduzi hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi, naungana na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii, akiwemo Ali Hassan Mwinyi, ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa, ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote hawa wote, hawajaasisi chama cha kuteka watu. Na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Menisikia ndugu zangu, mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga, anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema hivi, mwanangu Jordan akitekwa leo akachukuliwa kama alivyochukuliwa ndugu yetu Muislamu mzuri Ali Muhammad kibao hapo Tegeta jimboni kwangu, anachukuliwa basi na simama, anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule Ununio jimboni kwangu, kule ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanywa hivyo mwanangu Jordan akachukuliwa aka, na watu mchana akaenda kung'olewa macho, nitajisikiaje? na nikasema akichukuliwa rafiki yangu ndugu yangu Abdul mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? Na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mlisho Kikwete, eh? akaenda akang'olewa macho, akaenda natoa mfano, nawapa mifano. Akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa, kesho ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? hivyo hivyo mtoto wa Majaliwa, hivyo hivyo, akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa, amekufa Leo kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge wenye dhiki wenye tabu wenye matatizo waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho, nitalisimamia na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM siyo watekaji na siyo chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, siyo kwa niaba ya chama cha mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Sasa kama nimeongea mimi, alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake, watu wamekuja na noa wameondoka naye, kaokota wamekufa. Baada ya masaa mawili matatu, nani anayefata baadaye? Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa, nikasikia terminology inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization nikataka sasa ni tafasiri Gwajimanization maana yake nini? Gwajimanization au Gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali, mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba anagwajimanize, gwajimanization. Kwa maana hii sasa nakubali kweli, ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi ya Tanzania. Kwa jimanization. Nani angependa awe Gwajimanized? Nice hapa, piga kelele, sema yaa. Naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi anafanya nini na wale missing persons. Kuna wengine wanaitwa missing persons, ambao wenyewe hawajulikani wako wapi. Lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi

Hebu sema kwa sauti, Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza, yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye. Ushauri wangu mwingine ukawa kwa mfano, ikiwa, narudia tena, ikiwa, ikiwa, sema ikiwa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 nikashauli kwamba ni muhimu sana ndiyo ni ushauli na mimi nashangaa nini watu wanapiga kele na ushauli kwa sababu ushauli unaweza kuukataa au unaweza kuukubali nitegemea mtu asemetu kwamba tumekataa ushauli wa gwajima ni ushauri ni ushauri aseme tumekataa ushauli wa gwajima simple na ukiukataa ushauli wangu mimi nimetumwa na mungu kwenye hii nchi na safari hii ndio mtajua kwamba Mungu amenituma. Narudia tena, Mungu hatumi watu wazuri sana, hatumi watu wenye sura nzuri sana, hatumi watu wanaovutia sana. Mungu anatuma watu kama anavyopenda yeye mwenyewe, na anatuma kwenye nchi kwa ajili ya makusudi yake ya milele. karne ya kwanza Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanaye Yesu Kristo akaja hapa duniani, ni binadamu asilimia mia moja, lakini ametumwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana imeandikwa palitokea mtu ametumwa na Mungu na jina lake aliitwa Yohana. Huyo alitumwa kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Mungu huwa anatuma watu baada ya miaka mia tano na kitu baadaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akaja duniani. Ndiyo maana unaona Uislamu umeenea duniani kote, naye alikuja kwa ajili ya utume wa kueneza Uislamu duniani. Kwa hiyo, Mungu huwa anatuma watu kwa kusudi maalum, na Mungu akiwatuma watu huwa anawalinda, anawatunza mpaka watimize misheni waliotumwa naye katika uso wa dunia. Nataka kusema sasa, yule unayenivamia hovyo hovyo hautaweza, hautaweza. Yeye anilindaye hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli hata acha mguu wangu sokeswe. Wao watataja magari, wao watataja falasi, wao watataja silaha zao, lakini mimi nitalitaja jina la mnyazi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akulindaye hata lala wala hata sinzia, aliye mkuu wa Israel. Tumpigie Bwana makofi makubwa sana. Umenielewa eh? Umenielewa eh? na isemea Tanzania na wasemea wa Tanzania, nikiwa mwanachama wa chama cha mapinduzi CCM, haina sela ya utekaji. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi taifa. Utekaji kupotea kwa watu siyo wazo la CCM na CCM haipotezi watu. Tupige makombola mpaka anayeteka watu atoke hazalani, si tupige makombola. Na wana CCM, ndugu zangu, mnielewe, napenda chama chetu, nitaendelea kukipenda, lakini utekaji na kupotea kwa watu kunaofanywa na vikundi visivyojulikana, aa hiyo ni leo, kesho, kesho kutwa na hata milele nitakataa kwa jina la Yesu. Naomba mkae, nataka niishie hapo. Kwa maneno haya nimeyasema hayo kwa sababu sasa nimezungumzwa Tanzania nzima, na ni muhimu sana kama kiongozi wako kuzungumzwa Tanzania nzima. Na mimi ni mtu mwenye staha, nimetengenezwa, nime nimeumbwa na staha Nina heshima, siwezi kuaibisha mtu. Lakini sasa nitakapoita presi inayofuata, kama watekaji wananifuatafata, nitaanika vitu hewani, moshi utatoka, hautaweza kufumbua macho yako. Narudia tena, ikiwa utaendelea kung'ang'ania kwa sababu ni rahisi kusema kwamba ilikuwa rahisi tu, kwamba na sisi tunakataa watu kutekwa, na ushauri aliyotoa askofu tunaukubali au tunaukataa? Nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni, nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni ambaye kazi yake ni kuchezesha kamali ambayo hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hapendi mambo ya kamali, na yeye eti ye anaongea, anasema e, Gwajima anasema mtoto wa watu. Mimi nimetaja watoto wa wote. nimetaja mtoto wangu Jordan, nimetaja mtoto wa Majaliwa, nimetaja mtoto wa Samia Suluhu Hassan, nimetaja mtoto wa watoto wa watu wengi, eti yeye anaumwa na mtoto mmoja tu, eti yeye ni mtoto mmoja tu, eti yeye ni mtoto mmoja tu sasa nisikilize, ponjolo wa Kinondoni, nikikuamkia wewe utabaki vipande vipande. Kwa maana ya kaa, kwa kutulia hapo, unaongea na jasusi la mbinguni. Kwa sababu mimi si nimekataa utekaji tu, mimi nimesema watanzania wasifanye nini Wasitekwe basi. Na kama mtu asingenijiu mimi nisingesema haya. Mimi kwa kadiri unavyonichokoza ndivyo ambavyo chitu linaamka ndani yangu. Na chama cha mapinduzi, Gwajima ni hazina yenu. Gwajima ni hazina yenu ya CCM. Mnaye mtu ambaye hamjamjua bado, narudia tena, you have a person that you don't understand yet, hamjamjua bado. Mtu mlie naye ni mtumishi wa Mungu wa wote, na anatakiwa afanye mapenzi ya Mungu kwa wote, na saa imetimia. Naam, atukuzwe mwana wa Adamu. Tumpigie Yesu makofi makubwa kabisa na tetea, waislamu waliotekwa na tetea wakristo waliotekwa na tetea, wa ali tetea padili aliyeumizwa na tetea wale ambao hawajaonekana bila kujali chama, kwa sababu mtu kama amekosea, si akamatwa apelekwe mahakamani? Mtu kama amekosea, si kuna taratibu za aliyekosea ndio maana nasema si vyombo vya dola, kwa sababu vyombo vya dola kazi yake ni kuaresti. Vyombo vya dola haviteki, polisi hawateki, idara ya usalama wa taifa hawateki, jeshi la wananchi hawateki, uhamiaji hawateki, magereza hawateki. Bila shaka bila shaka kunaweza kuwa mwambie wenzao, kunaweza kuwa na ka kikundi fulani ambako haka ndio nakatumia message kwamba kila silaha utakayofanya haitafanikiwa juu ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Mtu aseme haleluya. Basi nimeshatuma ujumbe naishia hapo, lakini nasema mtu akinichokoa chokoa, chokoa, Nitaita presi hata mara mbili kwa wiki. Nasema presi nitakayoita ya pili, kama ukiendelea kunichokoa chokoa, nitasema vitu utatoka moshi, huwezi kufungua macho. Lakini sasa mimi ni mtu wa staha, hebu sema staha. Siwezi kumwaibisha mtu, na ndio maana umeniona almost miaka minne yote nimekuwa kimya, kwa sababu sikuwa na lengo la kumwaibisha mtu lakini napoona utekaji, watu wanapotea na mimi nipo kwenye taifa langu, jambo hili haliwezi kukubalika hata mara moja. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Ninaomba kwa dakika chache, watu wote kule mliko online, makanisa yetu elfu mbili na kitu na rafiki zetu, kwa pamoja tusimame tuombee taifa la Tanzania kwa pamoja, tusimame tuombe taifa la Tanzania kwa pamoja. tutaimba wimbo mwingine wa, wa utaifa wetu. Wimbo huu sio wa dini yote, ni wa utaifa wetu, na baadaye kuna wanangu ambao wamerudi kuja kumwona baba yao, basi nitawaita mbele, tutawashangilia kwa, tutawapokea kwa furaha kubwa kama watoto wetu. Tutaimba wimbo wa utaifa wetu, alafu baadaye tutashusha maombi. Maombi yetu ni kwamba tamu ya watu wanaotekwa imrudie anayeteka. Damu ya watu wanaotekwa na kuuawa imrudie anayeteka.